Profesa Patrick Alois Ndakidemi atafuatiwa na Mheshimiwa Joseph George Kakunda na uh, Mheshimiwa Festo Sanga na Mheshimiwa Robert Maboto wajiandae kwa dakika tano. Mheshimiwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nami ni kushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika wizara hii muhimu sana, na nianze kwa kumpongeza sana waziri wetu Dr. Dorothy Gwajima na msaidizi yake, wake e, Mwanaidi Ali Hamis pamoja na watendaji wote wa wizara hii. Kusema ukweli, mnatutendea haki, mnafanya kazi kubwa, nawapongeza kwa sababu chache. Nite, niseme tu chache. Kwanza kabisa tulikuwa tunapiga kelele tupate ile sera ya wazee irekebishwe ile elfu mbili na tatu tuwe na toleo jipya. Niwapongeze kwa sababu mmeshafikia hilo, na tunawaomba baada ya hii sera sasa tuende tukarekebisha sheria ya wazee ili mambo ya wazee yaende sawasawa. Pia nilishukuru sana shirika la Help Age. ili ni shirika linalo, eh, deal na wazee hapa nchini, kusema ukweli nawashukuru na nawapongeza na, eh, serikali pia naipongeza kwa sababu, mheshimiwa mwenyekiti, kuna vitu vichache wamefanya. Nimshukuru sana mama yangu Jessica, waziri wa, na mbunge wa, wa, wa Iringa ameongea sana kuhusu watoto wa kiume, na mimi pia nitakazia kwenye wazee. Akina mama na, na wanaume, naona kuna vitu vizuri mmefanya kwenye zile kambi za wazee. Kuna kambi kumi na tatu bado mnawahudumia na private sector ina kambi kumi na tano ambayo inawahudumia wazee. Kwa hiyo mchango wangu mkubwa, mheshimiwa mwenyekiti, utahusiana na swala la wazee hapa nchini, kwa sababu mimi ni balozi wa wazee. Mheshimiwa mwenyekiti, wazee ni watu muhimu mno sana kwenye jamii yetu. Na ni kwa nini ni muhimu? Wazee ni watu wenye hekima sana. Wazee ni watu wenye uzoefu na wameshatoa mchango mkubwa kwenye maendeleo ya, ya, ya taifa hili ikiwa ni pamoja na kuziendeleza ja, familia zao na jamii ya kitanzania kwa ujumla. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye kitabu kitakatifu ambacho ninakiamini mimi cha Biblia nimesoma kuna mistari kama mia moja inayotuambia kwamba E, wazee ni, ni, ni muhimu na tutumie hekima zao. Na kwenye kitabu kimoja kwa mfano nitatoa tu mfano e, Musa alivyozidiwa na ubishi wa Wanaisraeli alipokuwa anawapeleka kwenye nchi ya ahadi e, yalitokea matatizo pale, baba mkwe wake alimwambia kachague wazee sabini na nane wakusaidie kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo hapa inaonyesha umuhimu wa wazee kuanzia zama hizo kwenye vitabu vitakatifu tunaambiwa, na kwenye kitabu cha Yobu 12:12 na inasema na nukuu, hekima iko kwa watu wazee, maarifa kwao walioishi muda mrefu. Kwa hiyo hata kwenye vitabu vya, vya Kurani na hakika tunaelekezwa kwamba tutumie hekima ya wazee. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, eh, mwenye niseme tu, wazee sio watu wa kubeza. Wazee ni watu muhimu sana, hata huku bungeni tusije tukabeze wazee. Kwa mfano, kuna mzee Profesa Muhongo, utambeza Profesa Muhongo, umekuwa nani? kuna